Mimi ni mtoto wa Chief Hassan, nimeapa kwa damu ya baba yangu kulitetea taifa hili mpaka pumzi yangu ya mwisho. Usiku wa leo kuna hatari inakuja, na si hatari ndogo. Nimepata taarifa, mfalme Robert atavamia. Ninawaamuru askari wa wote, kwa amri ya kijeshi, linda mipaka yote ya kifalme. Hakuna anayevuka, hakuna anayepenya, hakuna atakayesogea bila ruhusa yangu. Kuanzia sasa, nchi hii inaendeshwa kijeshi, na yeyote atakayekiuka amri yangu nitamkata kichwa chake kwa mkono wangu mwenyewe. Hakuna kucheka, hakuna woga, hakuna kusita. Taifa hili litasimama. Hatuwezi kuwa watumwa kwa maadui zetu. Usiku wa leo, vita inaanza. Wananchi wote walindwe ipasavyo. hii ni Karibuni tena wadau wetu wa JC Swahili Movies. Hii ni safari ya mwisho ya Chief Hassan sehemu ya kumi na tano. Kama bado huja subscribe chaneli yetu subscribe kabisa, washa kengele, tuendelee sasa. Baada ya usiku hule Jabiri kuota ndoto, asubuhi ilifika. Jabiri hakuwa na raha kutokana na mambo aliyoambiwa, kuwa yeye sio mtoto wa marehemu Chief Hassan. Mzee alikuwa nje akiongea na baadhi ya wazee wenzake. Jabiri akamwita mzee wa mzimu, akamwambia usiku wa leo nimeota ndoto na nilikutana na mzee wa kichawi. Mzee wa kichawi akaniambia, wewe sio mtoto wa Chifu Hasan, ulilelewa tu. Nilivyotoka nje, mizimu ikanijia live, ikaniambia, nipiganie taifa, watu wanateseka. Kwenye ndoto hiyo hiyo wanakijiji walikuwa Mzee wa mzimu akawaza sana, akamwambia Jabiri, mwanangu, wewe ni kama nabii aliyetumwa kukamilisha hatima. Mimi sijui sana ila, baada ya vita hii, tutakwenda kwa mama na kumchukua kuja kwenye ufalme, ndipo tutaongea naye, atatuambia ukweli. Unakumbuka nilikwambia nini? Wewe ni mtetezi wa wananchi wa taifa hili la Robert. Hakuna mwingine tena, hata kwenye ndoto umeona mwenyewe. Walikunywa chai mwisho. Safari ikaanza kwenda kwenye ufalme. Ndege mkubwa aliruka juu. Wanakijiji walibaki wakiwaangalia kwa furaha na matumaini. Walipita juu ya misitu, hakukuwa mbali sana. Mwisho walifika juu kabisa ya minara ya ufalme wa Robert. Wakatazama ardhi yote kwa muda, ndipo wakashuka chini na baragumu lililia kwa sauti kubwa. Sauti yake ikatikisa minara ya ufalme wa Robert. Askari wote wakasimama sawa. Hakuna aliyepepesa macho. Jabiri akashuka taratibu. Hewa ilibadilika. Jabiri akasema, "Leo si siku ya kawaida. Leo historia inaandikwa." Jabiri akainua mkono wake. Askari wakainamisha vichwa. Kwa sauti ya mamlaka akatoa amri. Kuanzia sasa hakuna kurudi nyuma. Ufalme wa Robert haukujua kuwa mtu aliyekuwa akirudi leo hakuwa yule Jabiri wa jana. Alikuwa amejaliwa kwa hatima, na vita ya kweli ndiyo ilikuwa inaanza. Sehemu inayofuata itabadilisha kila kitu. Usikose. Ni hapa hapa JC Swahili Movies pekee.